Bwana Yesu asifiwe. Leo tena ni siku nyingine tunapokuja kwa ajili ya kutafakari neno la Mungu. Na leo tutakuwa na somo linalosema uh, tafakari inayosema umakini katika kuitunza Sabato. Umakini katika kuitunza Sabato. Tuombe. Baba mbinguni, asante kwa ulinzi wako mwema. Tusaidie sasa kupitia neno lako mtakatifu kuelewa ni umakini gani unaohitajika katika swala zima la kuitunza Sabato, kisha utusaidie kutenda kwa utukufu wa jina lako katika jina la Yesu Amen. Umakini katika kuitunza Sabato ni, ni, ni, ni, ni somo ambalo lina tutaka kuelewa kwa nini Mungu ametupatia Sabato kama tunavyofahamu tangu umbaji, Mungu alitenga miongoni mwa siku zile saba akatenga siku moja kwa ajili ya watoto wake kukutana naye kwa kila juma. Ndio maana katika sheria au amri zote anazozitoa baada ya kuzisema pale Mlima Sinai ndani yake ilikuwemo Sabato. Utagundua ya kwamba amri zingine zimewekwa katika lugha inayofahamika uh, maneno yenyewe yalipoandikwa maana tunajifunza kwamba amri ya kwanza hadi ya nne imezungumzia uhusiano kati ya mwanadamu na Mungu, lakini pia uh, amri ya, ya, ya, ya tano mpaka ya kumi ikazungumzia mahusiano kati ya mwanadamu na mwanadamu mwenzake. Sasa, miongoni mwa amri zile zinazotengeneza uhusiano kati ya mwanadamu na Mungu, Mungu anaagiza katika amri ya nne kuitunza Sabato. Tena anasema ikumbuke siku ya Sabato ni amri pekee iliyoandikwa na kupewa neno ikumbuke. Kwa nini anasema ikumbuke? katika uh, Kutoka sura kumi na sita fungu ishirini na tatu hadi ishirini na nne anaandika anasema, akawaambia, ndilo neno alilonena Bwana kesho ni starehe takatifu, Sabato takatifu kwa Bwana keni mtakachooka na kutokosa mtakachotokosa na, na hicho kitakacho wasalia jiwekeeni, jiwekeeni kilindwe hata asubuhi. Basi wakakiweka hata asubuhi kama Musa alivyowaagiza, nacho hakikutoa uvundo wala kuingia mabuu. Baba yetu wa mbinguni anataka kupitia katika utunzaji wa Sabato aihifadhi miongoni mwa watu wake utambuzi wa kumjua, kumjua yeye kama muumbaji, kama mkombozi anataka kuwa Sabato ielekeze akili zetu kwake yeye kama Mungu wa kweli aliye hai na kuwa kwa njia ya kumjua yeye tuweze kuwa na uzima wa milele na amani ya kudumu. Hayo ndiyo makusudi. Na hivyo swali linaulizwa, Sabato ni nini? Katika lugha ya Kiebrania neno shabath, Shabath lenye maana ya pumziko eh, lenye maana ya pumziko na hivyo ni pumziko la siku ya saba kwa kila juma. Katika Mwanzo sura ya pili fungu la kwanza na hadi lile la pili, maneno ya Mungu yanasema wazi. Kwa hiyo Sabato ni pumziko, siku ya pumziko, kila siku ya saba ya Sabato kwa kila juma. Na hivyo kwa nini pumziko Pumziko hili halikufanywa kwa sababu ya kuchoka au kwa sababu ya uzito wa kazi la ila, kwa sababu Mungu alimaliza kazi ya uumbaji wa mbingu na nchi, katika Mwanzo ile moja fungu la thelathini na moja na hivyo, siku ya saba ya juma ni tofauti na siku zingine zote katika juma kwa sababu katika siku hii moja Mungu alipumzika akaacha kufanya kazi zake zote alizozifanya. Mbili, Mungu alibariki siku hii ya saba tofauti na siku nyingine yoyote katika juma hilo. Tatu, Mungu alitakasa mm, sanctified it eh, siku hii ya saba kama siku ya kumbukumbu kumbu ya kumaliza kazi ya uumbaji wa mbingu na nchi. Katika muda wote wa juma zima la kazi, twapaswa kuwa na Sabato ndani ya akili zetu, kwa kufanya maandalizi kuitunza, kulingana uh, kulingana na amri takatifu ya Bwana. Kwa hiyo Mungu anaagiza, na ndio maana katika ile kutoka sura ya ishirini fungu la nane anasema ikumbuke siku ya Sabato itakase. Na hivyo kuna mambo mawili ya kuzingatia: kukumbuka mawazoni kila juma, kuitakasa, kuipatia heshima, utii, kicho, maana ni siku ya pekee. Na hivyo kuna wengine wa, wa, wa, wa, leo wanatafasili, wanatoa tafasili zao vibaya katika habari hizi za utunzaji wa Sabato. Wanakwambia tunaabudu siku sisi, ama ama sisi hatuabudu siku Eh, siyo siku bali ni Mungu ndiye alichagua katika siku hiyo tumwabudu yeye, Mungu wa mbinguni. Na hivyo hatuna shida na siku eh, kwamba tunaabudu siku, bali Mungu aliyeteua siku ya saba ya kila juma ili aabudiwe. Na hii iko kibiblia kama ambavyo nimekwisha tangulia kusema katika neno la Mungu, na hivyo kwa nini Mungu anawataka wanadamu kuitunza Sabato kwa umakini? Swali linaulizwa. Kwa nini Mungu anawataka wanadamu kuitunza Sabato kwa umakini? Zipo sababu kadha wa kadha, eh, ambazo Mungu anazitoa kwa ajili ya watu wake katika kuitunza Sabato. Na hivyo zipo sababu kadha wa kadha tunazopaswa kujikumbusha kuhusiana na swala hili la Sabato. Na hivyo namba moja ni kwa sababu sabato ni kumbukumbu kumbu ya milele ya uumbaji. Kwa nini sabato inahifadhi kumbukumbu ya mungu ya uumbaji ya, ya na kwamba inawataka wanaume na wanawake wote kumcha na kumwabudu Mungu. Wanamchaje? Kwa kumwabudu, kwa kumpatia heshima, sifa na utukufu kama muumbaji. Wale wote wanaoitunza Sabato kwa uaminifu huonesha shukrani kwamba Mungu ni muumbaji na mtawala wa halali na hata hivyo hukiri kwamba wao ni kazi ya mikono yake na raia chini ya mamlaka yake. Kwa hiyo namba moja ni kwamba Sabato ni kumbukumbu kumbu ya milele ya uumbaji eh. Kwa nini, kwa nini Mungu anataka wanadamu kuitunza Sabato eh? Kwa nini tena kwa umakini? Kama somo letu linavyosema namba mbili, anasema Sabato ni ishara ya ukombozi, ishara ya ukombozi. Mungu alipowakomboa Israeli kutoka katika utumwa kule Misri, Mungu akawapatia Sabato na hivyo Sabato ilifanyika kuwa kumbukumbu ya ukombozi pia. Katika Kumbukumbu la Torati sura ya tano na lile fungu la kumi na tano Biblia inasema maneno ya Mungu kwa habari ya, ya ukombozi na Sabato, na hivyo ni, ni pale tu tunapo utazama msalaba ndipo pumziko la Sabato linapoonekana kuwa ishara ya ukombozi, na hivyo ni kumbukumbu kumbu ya kuondoka kutoka katika utumwa wa dhambi chini ya uongozi wa Immanuel, yaani Mungu pamoja nasi. Lakini pia pumziko la Sabato, kwa kuelekeza nyuma kwa pumziko la Kristo katika kaburi, pumziko la ushindi dhidi ya dhambi, linampa Mkristo fursa halisi ya kupokea na kupata msamaha, amani na pumziko la Kikristo namba tatu. Namba tatu, anasema Sabato. kwa nini tunapaswa kuitunza sabato kwa umakini? Sabato ni ishara ya utakaso. Sabato ni ishara ya uweza wa Mungu unaobadilisha, ishara ya utakatifu au utakaso. Kama vile Mungu alivyotenga sabato kwa ajili ya makusudi matakatifu amewatenga watu kwa ajili ya makusudi matakatifu pia. Nguvu zile zilizoumba vitu vyote ndizo nguvu zinazoumba upya roho katika mfano wake. Utakaso wa kweli ni kupatana na Mungu ni kuwa mmoja pamoja naye katika tabia. Na hivyo anaposema, ikumbuke siku ya Sabato uitakase, tunapoiheshimu kwa ukamilifu wote na kutulia katika mbawa zake katika pumziko la pekee, kama neno lenyewe lilivyo, kwamba shabafu, yaani pumziko, tunapopumzika na kuitunza kwa ukamilifu wote, hapo ndipo tunapatanishwa na Kristo, kwa kuwa yeye aliibariki akaitakasa. Hivyo wanadamu wanapojumui pamoja kuitunza na kuitakasa Sabato, wanatakaswa nia, wanatakaswa ndani yao, wanafanywa upya, na hivyo wanafanywa kuwa watakatifu. Kwa maana Sabato ni takatifu na iliteuliwa kwa makusudi matakatifu. Ndiyo maana tunakuja kumwabudu Mungu, ndiyo maana tunakuja kumsifu Mungu, ndiyo maana tunakuja kumshukuru, na mwisho wa yote yeye anabaki kutawala katika maisha yetu. Kwa hiyo Sabato ni ishara ya utakaso. Lakini jambo la nne anasema, Sabato ni ishara ya utii. Hapa ndipo kuna changamoto tena leo. Kama sabato ni ishara ya utii swali, je, tunaitii sabato? Sabato ni ishara ya utii kwa namna gani? Adamu na Hawa walijaribiwa kwa njia ya, ya, ya mti na, kujuli, na, na kujulia mti wa kujulia mema na mabaya uliokuwa umewekwa katikati ya bustani ya Edeni. Kadhalika utii wa kila mwanadamu Utapimwa kwa njia ya amri ya Sabato iliyopo katikati ya amri kumi za Mungu. Kabla ya ujio wa pili wa Kristo, wale walio waaminifu na wanaozishika amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu watakuwa katika lile kundi la watakao pokea muhuri wa Mungu, na ndio maana katika Ufunuo sura ya fungkabi anasema hapa ndipo penye subira la watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Na hivyo Sabato ni ishara ya utii tunapoitunza na kutulia hemani mwa Bwana, maana ni masaa kumi na mbili jua linapozama, linapozama masaa kumi na mbili usiku, asubuhi kunapokuchwa masaa kumi na mbili jumla masaa ishirini na nne, na hivyo kwa sabato moja tunashiriki masaa kumi na mbili usiku, masaa kumi na mbili ya kumwabudu Mungu, na hivyo wale wanaoshindwa kuitunza sabato ya Bwana kikamilifu, maana yake hawajajiweka katika usalama wa maisha yao ya kiroho, na ndiyo maana sabato inabaki kama ishara ya utii. Swali: Je, tunamtii Mungu kiasi gani kupitia sabato? Leo wako watu ambao katika siku ya Sabato wakati Mungu anaagiza watu tuiheshimu Watu tuiadhimishe kwa kumwabudu na kumtukuza Mungu. Wako wengine leo, siku ya sabato ndiyo ya kulala nyumbani, siku ya sabato ndiyo ya kutulia, siku ya sabato ndiyo ya kusalimia ndugu zao wanawafahamu siku ya sabato, wengine vikao vikiendea siku ya sabato. Hayo yote yanaonyesha wazi ya kwamba hatumheshimu Mungu wala kumtii katika sabato yake. Wako wengine pia, katika siku ya sabato wanakwenda kuangalia mpira kwenye Simba na Yanga wanacheza, na na nini mitaani siku ya Sabato, na hawa bado wanajiita waadventista wa Sabato. Sikiliza, waadventista wa sabato wameitwa kuziheshimu amri za Mungu, ndani yake ikiwemo Sabato ambayo ndiyo utambulisho wao, watu ambao wanamheshimu Mungu katika kuitunza sabato kwa uaminifu na ukamilifu wote na jumbe wa Mungu mahali fulani katika kitabu cha pambano kwa anaandika anasema, ni sabato pekee, ni katika amri ya nne pekee ndipo uaminifu wa, wa Mungu atakapopimwa. Je, kama jaribu kula uaminifu ni kuhusiana na sabato, ni kwa namna gani tunaiheshimu na kuitunza sabato katika wakati huu? Na hivyo Mungu anatukumbusha ya kwamba umakini unahitajika katika kuitunza sabato, tukijua ya kwamba sabato ni ishara ya utii. Hapa ndipo penye subira watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu, Ufunuo 14 fungu la 12. Namba tano. Kwa nini umakini unahitajika katika kuitunza sabato? Sabato ni ishara ya haki kwa imani. Kwa namna gani wale wanaoadhimisha siku ya sabato kama siku takatifu ya ibada kutoka ndani ya mioyo yao, wanafanya hivyo kwa imani na kumtegemea Mungu ambaye ndiye aliyeanza uadhimishaji wake kwa kuiadhimisha sabato. Waumini udhihirisha utayari wa kukubali mapenzi ya Mungu kwa ajili ya maisha yao, baada ya kutegemea akili zao. Na hivyo, kwa kuadhimisha sabato ya siku ya saba, waumini hawana nia ya kujaribu kujifanya kuwa wenye haki. Badala yake hushika na kuitunza Sabato kama matokeo ya mahusiano yao na muumba wao. Lakini pia utunzaji wa Sabato huonyesha kwamba tumeacha kutegemea kazi zetu, na hivyo kutambua kutambua kwamba Kristo muumbaji anaweza kutuokoa wote wanaoingia katika pumziko ambalo Mungu anawaita waingie amestarehe mwenyewe katika kazi yake kama Mungu alivyostarehe katika kazi yake. Ikiwa Mungu alistarehe katika kazi yake, mimi mwanadamu ni nani hata nifanye kazi katika siku ya Sabato? Na nimetangulia kusema katika masomo yaliyotangulia ya kwamba kuna watu ambao wanamchezea Mungu katika utunzaji wa Sabato. Wako wengine wanafunga kazi zao jioni jioni, kama sasa hivi bado hawajafunga kazi zao, lakini wako wengine ambao wanafunga sasa, lakini kesho asubuhi siku ya Sabato wanakwenda tena kazini. Wako wengine ambao wanakuja siku ya Sabato mchana tena wanaenda katika kazi zao. Hao wanafanya kazi siku saba za wiki masaa ishirini na nne, na hivyo hawawezi wakaitwa ni watunza Sabato. Wale wote ambao wanaacha kumwabudu Mungu wakienda kwenye majukumu yao, wale watumishi ambao wanapeana shifti mbalimbali mbali, leo wanaingia huyu, mwingine anaingia, na hata wengine wanasema yakwamba, nishikie zamu leo mimi naenda kuabudu, wewe ni mvunja Sabato kama mvunja Sabato mwingine aliye wa kawaida. Maana uwezo, maana Biblia imesema wazi ya kwamba wala mtumwa wako wala mjakazi wako, mtu wa aina yeyote anapaswa kutulia kwa Bwana na kuiadhimisha Sabato. Na hivyo wanaposema kwamba niangalizie, niangalizie leo nishikie zamu, ninakwenda, atarudi mchana, utabaki kama mvunja Sabato wa kawaida. Kwa hiyo hilo ni jambo la tano, kwamba Sabato ni ishara ya haki kwa imani, lakini nini ambacho Mungu anaendelea kusema? Umakini katika kuitunza Sabato. mm -hmm. Kwa sababu Sabato ni siku ya ushirika maalum na Mungu ambao kwao tunaitwa kusherekea kwa furaha matendo yake ya rehema ya uumbaji na ukombozi, ni muhimu sana kwetu kujiepusha na kitu chochote kinachoelekea kupunguza hisia za utakatifu wake tuepuke kazi zote zinazofanywa ili kujipatia kipato na ma, na na, na miamara yote ya kibiashara. Tumheshimu Mungu, tumheshimu Mungu kwa kuto kuzifanya njia zetu wenyewe, na hii inaandikwa katika Isaya sura ya 58 Isaya 58 fungu la 13 na ile fungu la 14 mambo ya kidunia mambo ya kidunia kama maongezi yetu yasiyo na mwelekeo wa ibada na yanayotuondoa katika mawasiliano na Mungu, michezo na kadhalika, huvuruga huvuruga utakatifu wa Sabato. Utii wetu wa amri ya Sabato unahusisha unahusisha wanafamilia, watoto wetu watoto wetu, wafanyakazi wetu, na hata wageni na wanyama wetu, katika Kutoka sura ya ishirini na ile fungu la kumi, ili nao wafurahie utakatifu wa Sabato, wapumzike katika kazi zao wakati wa masaa matakatifu ya Sabato, na hivyo wakati wa saa takatifu za Sabato zinapokaribia, hebu wanafamilia ya Mungu, yaani makundi ya waumini, mahukusanyika wakusanyike pamoja kabla ya jua kuzama siku ya sita ya juma, wakiimba, wakiomba na kusoma neno la Mungu, na hivyo kumwalika Roho wa Mungu kama mgeni mwalikwa. Kadhalika kadhalika hukutana pamoja kwa ajili ya ibada, muda wa kuelekea kufunga Sabato siku ya Jumamosi jioni wakiomba uwepo wa mungu wa Mungu ndani yao katika juma linalofuata, baada ya siku njema ya furaha ya Sabato iliyojaa ibada za namna mbalimbali mbali. Na hivyo watu wakusanyike. Maneno haya yanasoma katika kitabu cha mjumbe wa Mungu, Selected Message Book 3, kile kitabu cha tatu Uh, volume three, na ule ukurasa wa miambili hamsini na nane. Watu wakusanyike wamwabudu Mungu, wamlete Mungu mioni mwao, katika fikira zao, maana wacha Mungu ni shariti wamwabudu Mungu aliye wakweli na wapekee kama neno linavyosema. Na hivyo maneno ya Mungu yanatuelekeza nini? Yanatuelekeza kuishi kwa kumheshimu, kuishi kwa kumtii yeye aliye muumbaji, yeye aliye mkombozi, yeye mwenye mamlaka, yeye aliye mtawala na hivyo wanadamu wote wanapokusanyika kwa ajili ya kumwabudu wanaadhimisha kwa wazi ya kwamba Mungu ni mkombozi wao Mungu aliwaweka huru Mungu ni muumbaji, na ndiyo maana akatupatia pumziko la Sabato ili tumwabudu Mungu na kuleta sifa na shukrani kwake. Wale wanaompenda Mungu watajitahidi kwa uaminifu kuifanya Sabato kuwa siku ya furaha na baraka. Maandalizi sahihi ni muhimu ili kuingia kwenye Sabato na moyo ulio huru dhidi ya yeah, shughuli za kidunia, mshughuliko wa kidunia. Wazee na Manabii katika ukurasa ule wa mia mbili tisini na sita, maneno hayo yanasema kwamba wale wanaompenda Mungu watajitahidi kwa uaminifu kuifanya Sabato kuwa siku ya furaha na baraka na baraka. Maandalizi sahihi ni muhimu ili kuingia kwenye Sabato na moyo na moyo ulio huru dhidi ya mshughuliko wa kidunia. Na hivyo, tunapokuja kutulia katika ibada, tunakuja kuleta haja zetu mbele za Mungu, tunakuja kuwekwa huru dhidi ya makosa, dhidi ya dhambi, dhidi ya, ma, ya majeraha ambayo tume, tume tumetendewa wakati mwingine, na kupitia Sabato takatifu ya Bwana, kwa kuwa ni Sabato inayowaweka huru watakatifu wa Mungu. Tunapokusanyika kumwabudu Mungu, hapo ndipo tunatakaswa nia, na hivyo kama ulikuja chuki baada ya ibada hiyo, unapomwabudu Mungu katika siku ya Sabato, kwa kuwa ni siku ya kuwaweka huru watakatifu, unawekwa huru dhidi ya dhambi, unawekwa huru dhidi ya chuki, unawekwa huru dhidi ya wivu, unawekwa huru dhidi ya kila aina ya uchafu ambayo inaweza kwemo ndani yako. Chuki zinaondoka, vijicho vinaondoka, na hivyo unabaki na furaha ndani ya moyo wako. Wako watu leo, pamoja na kuiadhimisha Sabato kila siku ya Sabato katika juma bado hawajakubali Mungu aingie ndani yao, na hivyo wengine hawaji kukutana na Mungu. Ndiyo maana usishangae leo, wako wengine wanaokuja katika ibada kumwangalia fulani kavaaje leo, kumwangalia fulani kazungumza nini. Lakini ajenda ya Sabato ya siku ya saba ni kwa ajili ya kumwabudu Mungu, na tunapokuja kumwabudu Mungu, ni sharti tutoke na mabadiliko ya kiroho. Kama tulikuja na huzuni basi tutoke na furaha maana ndiyo ajenda kubwa ya kuitunza na kuiadhimisha Sabato. Sabato siku ya uumbaji, Sabato siku ya kumwabudu Mungu, Sabato siku ya kuwekwa huru. Na hivyo wale wote wanaojumuika kwa pamoja kumwabudu Mungu katika siku yake takatifu kama alivyosema, ikumbuke siku ya Sabato itakase siku sitafanya kazi Tende mambo yako yote. Katika kuikumbuka tunaiweka mawazoni kila itwapo leo, katika kuitakasa, kuiheshimu na kuitilia maanani katika maisha yetu kila itwapo leo. Wanaotenda hivyo, hao ndio wanaandaliwa kwa ajili ya uzima wa milele. Na hivyo pendwa mtazamaji na msikilizaji, katika kipindi hiki cha tafakari ya masama takatifu ya Sabato, ninakualika kumpatia Mungu moyo wako, kumpatia Mungu wa maisha yako kumpatia Mungu mwili akili na roho na mawazo yako ili yeye ya abaki akitawala ndani yako, na katika kutawala ndani yako, hapo ndipo utabaki ukiwa msafi, utabaki ukiwa umetakaswa, na matokeo yake utabaki hemani mwa Bwana ukiwa umetulia. Na hivyo Mungu anatukumbusha nini? Kama ukigeuza mguu wako usiarifu Sabato, usifanye anasa siku ya utakatifu wangu. Huo ni ujumbe wa Mungu kwako, huo ni ujumbe wa Mungu kwangu, ya kwamba siku ya sabato ni kutulia hemani mwa Bwana katika sabato. Tunakuja kumwabudu Mungu katika sabato, tunakuja kumtukuza Mungu kwa nyimbo katika sabato, tunakuja kumwambia Mungu haja zetu, na yeye kushughulika pamoja nasi nasi kuunganisha pamoja naye na tuna, tunapoyafanya haya yote, hapo ndipo tunajenga umakini wa kuitunza sabato hadi mwisho wa pambano. Kumbuka jaribu kula uaminifu watakalopimwa waaminifu wa Mungu ni wale wanaomheshimu Mungu kwa kuitunza Sabato kikamilifu. Swali ni hili, je, unaitunza Sabato ya Bwana kwa namna gani? Je, tunapoitunza leo inatuandaa kwa kilele cha pambano linalokuja? Je, saa itakapofika Jumapili katangazwa kama siku ya kuabudu? Je, maandalizi, namna tunavyoitunza Sabato na kuiheshimu vinatuandaa kusimama imara katika vilele vya pambano kuu? Mungu akusaidie, Mungu atusaidie kuiweka Sabato katika utakatifu, kuiweka Sabato kwa umakini katika akili zetu na mwisho Mungu atuandae kwa ajili ya marejeo yake mara ya pili. Bwana atubariki, Bwana abariki neno lake kwa jina lake Yesu. Amen. Tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa ulinzi wako mwema. Jioni ya leo tena umeona vyema kukutana katika kipindi hiki cha pekee cha tafakari ya neno lako takatifu, ili lituongoze katika ukamilifu wote, ili lituongoze namna tunavyopaswa kuishi. Ni kweli ya kwamba wakati mwingine Sabato imekuwa ikiharibiwa na kunajisiwa na wale ambao ulikusudia waweze kuitunza katika ukamilifu. Hebu tusaidie jioni ya leo kupitia somo hili likaweze kuwa uponyaji kwa ajili ya mtu mmoja ambaye hatasimama imara kwa kuyatenda leo mapenzi yako, na hatimaye Bwana, kupitia utunzaji mkamilifu wa Sabato, kwa kuwa ndipo hapa tunaandaliwa kwa ajili ya marejeo yako mara ya pili, lakini pia hapa ndipo tunaandaliwa kwa kusimama imara katika jaribio kula wa uaminifu litakalowaonyesha watoto wako wa kweli na wale wa uongo. Na hivyo Mungu, tusaidie kila mmoja kuchagua mahali pa kusimama katika sheria zako, katika neno lako, neno lako likabaki katika mioyo yetu, na tunapoingia katika masaa matakatifu ya Sabato, Bwana takasa nia zetu, takasa mioyo yetu, na ibada ambayo iko mbele yetu ikapate kibali machoni pako. Ibada itakuwa takatifu ikiwa waabudu watakuwa takatifu. Kuwa pamoja nasi sasa, ndivyo tunaomba na kuamini, katika jina lake Yesu Kristo, amen. Bwana akubariki, karibu. Kwa wakati mwingine tena ninakutakia Sabato njema. Mungu awabariki.